Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, dominika ya nne ya Kwaresma. Somo la kwanza ni la kitabu cha Yoshua sura ya tano aya tisa 9 a na ya kumi hadi kumi na mbili Somo la pili ni la waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya tano aya kumi na saba hadi ishirini na moja Injili takatifu ni ya Mtakatifu Luka sura ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya tatu ya kumi na moja hadi ya thelathini na mbili. Tusikilize Injili takatifu. Watoza ushuru na wote wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakamnungunikia wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawambia mfano huu akisema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha washerati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba akawaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lio bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, basi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwana mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuingia nyumba na kuikaribia nyumba, nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena, yu mzima. Akasirika, kataa kuingia ndani. Basi babaye akatoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake, akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote lakini hujanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea na yameonekana. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, siku moja rafiki yangu aliamua kupeleka mtoto wake hotelini ampongeze kwa siku ya kuzaliwa birthday, lakini akaona ni vema awachukue pia watoto wa majirani wanaocheza na kusoma na mwanaye ndani ya gari watoto hao walikuwa na maongezi juu ya mada tofauti tofauti, juu ya masomo yao, walimu wao, marafiki zao, vyakula wanavyovipendelea, michezo na kadhalika. Baba huyu akuyatilia maanani maongezi yao, akijua ni maongezi ya wa watoto. Aliendelea kusikiliza nyimbo za kwaya kwenye gari lake na kufurahia safari pamoja na watoto hao maongezi wa ya watoto hao yalivuta usikivu wa baba huyo pale walipoanza kutambiana kwa aina za magari ya wazazi wao, ukubwa na uzuri wa nyumba za wazazi wao, jinsi watoto hao walivyozidiana katika mitihani shuleni, ubora wa zawadi walizopewa, na hata wakaanza kuwacheka wenzao waliofeili na kuwakumbusha adhabu walizopewa shuleni walioshindwa. Nao hawakukubali kunyenyekeshwa na wenzao, bali nao waliwakumbushia wenzao matukio fulani fulani, mfano siku waliposhindwa kufagia vizuri darasa lao wakaadhibiwa, na siku walipochelewa kwenye viwanja vya michezo na mstarini wakacharazwa. Pia sauti za watoto hao zilianza kukua toka maongezi ya kirafiki na kuwa sauti za mashindano na magomvi. Baba huyo akawaambia kwa upole ila kwa uthabiti, nyie watoto, mchezo wa kujilinganisha haunaga ushindi, mchezo wa kujilinganisha haunaga mshindi. Wote wanaochagua kucheza mchezo huu huishia kushindwa. Duniani Hakuna aliye na kila kitu kiasi cha kutoona wivu kwa mwenzie. Kila wakati ukijichunguza vizuri, utaona mwenzako kuna jambo anakuzidi. Basi wanangu, jifunzeni kuwa na shukurani kwa kila ulicho nacho na jifunzeni kusherehekea mafanikio ya mwenzako. Leo tumesikia injili inayojulikana sana kama injili ya mwana mpotevu, lakini kimsingi ni injili ya wana wapotevu na baba mwema anayewatafuta ili warudi tena nyumbani. Kijana mdogo alipotelea nje na kaka mkubwa anapotelea ndani, wote ni wana wapotevu tadiri ya kitabu cha Kumbukumbu la kumbu, Torati sura ya ishirini na moja aya kumi na sita hadi kumi na saba katika kugawa mali ya urithi, mtoto mkubwa kwa sheria ya Kiyahudi alipokea mara mbili ya mtoto mdogo, na kwa kuwa walikuwa watoto wawili, bila shaka mtoto mdogo ali sehemu iliyomwangukia ni theruthi moja ya utajiri wa baba yake lakini kinyume cha utaratibu, mtoto mdogo anaidai wakati baba yake yu hai, na baada ya kuipata anapotelea kusikojulikana, na mali hiyo ya urithi ya baba yake wala haizalishi au kuiendeleza, bali anatumia vibaya kwa anasa na uasherati. Baada ya kuishiwa, anatafuta kazi haramu na kutamani kula mabaki ya nguruwe, mfugo uliokuwa najis kwa utamaduni wa wazee wake, na hakuna aliyempa kitu. Alikuwa amepotea kweli na kupoteza hadhi yake na mila za wazee wake. Neema ya Mungu ilimsaidia kujitambua kuwa hayuko sehemu sahihi. Hivyo akaamua kwa ujasiri kurudi kwa baba yake. Pili, alitambua kutostahili kuitwa tena mwana, hivyo kuomba kuwa mtumishi, kwa kuwa baba yake hakuwa na lake tena. Sehemu iliyomwangukia alishapewa na kuitapanya, hivyo alipanga kuomba walao amtumikie baba yake kama mtumishi wake ili alipie mali yake aliyoitapanya, ili mradi awe katika mikono salama baba yake, na siyo katika mikono ya walimwengu. Kinyume na hofu aliyokuwa nayo kwa baba yake, baba yake anamwona kwa mbali, anamkimbilia, anamkumbatia, anambusu. Mtoto anasema: Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. kabla ya kumalizia maungamo yake, baba yake anaagiza avikwe mavazi mazuri, avikwe pete kidoleni na viatu mguuni, kama ishara ya kurudishiwa hadhi yake ya kuwa mwana, na vinono vinachinjwa kwa sherehe ya kukaribishwa nyumbani na sherehe zinaanza, akisema mwanangu, alikuwa amekufa naye amefuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Sasa mwana mkubwa, wakati anatoka shambani, anakuta ni shangwe nyumbani, anauliza mtumishi kulikoni? Anaambiwa mtumishi mdogo, mtumishi mdogo anamwambia mdogo wako amerudi, na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata akiwa mzima. Mtoto mkubwa anaanza kupotea. Namba moja, anakasirika, anakataa kuingia ndani, kaka mkubwa, kwa sababu ya wivu anashindwa kuona neema hii kubwa aliyoipata mdogo wake, neema ambayo ina, in, inafanya baba yake ashangilie akisema, mwanangu alikuwa amekufa, sasa amefuka, alikuwa amepotea, sasa ameonekana kaka mkubwa anashindwa kuona neema hii namba mbili. Kaka mkubwa anamhukumu mdogo wake, anaona astahili kukaribishwa nyumbani kwa sherehe ya kuchinjiwa, kwa sherehe na kuchinjiwa ndama tena aliyenona, anaona ni mtoto aliyetapanya mali za baba yake kwa uasherati, hivyo hakustahili kupata haya yote. Namba tatu wivu namfanya akasirike, amkatae mdogo wake akisema huyu mwanao, hata aseme huyu ndugu yangu. Namba nne, anashindwa kumsamehe mdogo wake, anamlaumu baba yake kwa kumpendelea zaidi mdogo wake, wakati yeye alibaki mwaminifu nyumbani wala ajachinjiwa hata mwanambuzi. Namba tano, wivu unamfanya asahau kuwa mali yote na mabanda yote ya mbuzi na ng'ombe alivyo na baba yake ni mali yake, lakini yeye analalama tu kwa kutopewa mwana, kwa kutopewa mwana mbuzi. Namba sita. wivu namfanya unafanya uhusiano wake na baba yake uwe ni uhusiano wa mtumishi Akisema, tazama nimekutumikia kwa miaka mingi mingi, hii manake akuishi nyumbani kama mtoto, aliona anishi nyumbani kama mtumishi. Namba saba anajidai mwenye haki, wala sijakosa amri yako wakati wowote. Wa hii ni uongo, kwa sababu mtoto uwezi mbele ya baba yako ukajihesabia haki awe sisi binadamu kujihesabia haki mbele za Mwenyezi Mungu ni kiburi cha wokovu. Baba anayetafuta kilichopotea anatambua kupotea tena kwa mtoto mkubwa. Anatoka nje kwenda kumtafuta, anamfundisha kuacha wivu kwa mdogo wake na kumkaribisha nyumbani, akisema mwanangu, we upo nami siku zote usiwe na ukaribisho mdogo wako nyumbani, ukawa na wivu. Wewe uko nyumbani hapa nami siku zote, kwa hiyo usiwe na wivu. Pia anamwambia wala usiwe na wivu kwa sherehe ya ndama, sherehe na ndama aliyenona, kwa sababu vyote nivyo navyo ni vyako. Baba anamfundisha polepole pole, mtoto mkubwa, kwa nini asiwe na wivu hicho kidogo ulichopewa alichopewa mdogo wako Kisikufanya umwone wivu. We una vyote hapa, vyote ndivyo navyo ni vyako. Kwa hiyo wivu, mtu mwenye wivu, ana wivu tu. Mtu mwenye wivu ana wivu tu. Lakini zaidi akamwambia, sababu kubwa ya kufanya shangwe ni kutambua neema kubwa aliyoipata mdogo wake ya kurudi, neema ya kurudi nyumbani, neema kubwa. Huyu ndugu yako alikuwa amekufa, sasa amefufuka alikuwa amepotea, sasa ameonekana. Kwa hiyo kushangilia na kufanya shangwe ni haki. Kwaresima ni kipindi cha neema cha kuchunguza upotevu wetu. Je, mimi nimepotelea nje au ndani? tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie neema ya kutambua tulikopotelea. Amwa ndugu yangu, leo kurudi baba yako mwema anakusubiria mlangoni akuweke sehemu sahihi unakopaswa kuwa, akurudishie hadhi yako uliyopoteza, akuvike nguo mpya, akuwekee pete kidoleni na viatu mguuni na kuchinjia ndama aliyenona. Pia jifunze kutambua neema kubwa wanayojaliwa ndugu yako anayemrudia Mwenyezi Mungu. Usiwaonee wivu, bali mshukuru Mungu